Asemekana Juha alitoka na mwanawe, mtoto wake, siku moja pamoja na punda wao. Juha na mtoto wake wakapanda juu ya punda, wanatembea njiani, wakapambana na watu. Watu wakaanza kusema, angalia namna gani, watu hawana huruma, apanda yeye na mtoto wake juu ya mnyama, hawana huruma kabisa na wanyama. Juha akamwambia mtoto, shuka. Akawa Juha yuko juu ya punda, mtoto yuko chini. Wakifika mbele, wanapambana na watu wengine: ni mababa gani hawa wa akhiru zamani, hawana huruma na watoto wao kabisa, mtoto atembea chini, baba amekaa juu. Akashuka yeye Juha akampandisha mtoto wake. Wakifika mbele, wanapambana na wengine: watoto wa siku hizi hawana adabu, wanapanda na baba anatembea kwa miguu. Wakateremka wote wawili wanatembea kwa miguu na punda yuko ubavuni mwao. Wakifika mbele wanapambana na watu wengine, wanasema, angalia namna wana, watu walivyokuwa ni wajinga, wanakipandwa kisha wanatembea kwa miguu. Tupande sote, halikuridhishi. Tushuke sote, halikuridhishi. Nipande mimi ni mwache mwanangu chini, halikukuridhisha. Nimpandishe yeye mimi nitembee kwa miguu, halikukuridhisha. Nifanye nini ili uridhike? Kwa hivyo namna utakavyofanya, ridha nnasi ghayatun la tudraku, ridha za watu, ukitaka kuridhisha watu utapata shida, ni upeo usiopatikana. Namna utakavyofanya, hakuna atakayekuwa radhi na wewe.